ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu kwenye kipindi chetu cha jinsi ya kuchagua vitega uchumi vya kuwekeza. Na kwenye kipindi chetu cha leo tutaangalia jinsi ya kuchagua vitega uchumi vyenye kuzalisha faida kubwa. Unapotaka kufanya uamuzi wa kuwekeza kwenye kitega uchumi, unapaswa kufahamu kuwa kuna kupata na kukosa faida katika uwekezaji. Hii ina maana kuwa unaweza kupata faida au hasara kwenye uwekezaji wako. Iwapo unawekeza kwenye kitega uchumi ambacho hakiko vizuri kifedha, basi ni wazi kuwa utapata hasara. Kwa upande mwingine, ukiwekeza kwenye kitega uchumi ambacho kiko vizuri kifedha, basi kuna uwezekano mkubwa wa kupata faida. Hebu tuangalie vitega uchumi ambavyo vinaweza kuzalisha faida na vile vitega uchumi ambavyo kuna uwezekano wa kupata hasara. Mara nyingi vitega uchumi ambavyo vinazalisha faida kubwa huwa pia ni hatari kuwekeza, kwa sababu upo uwezekano mkubwa pia wa kupata hasara. Upande mwingine, kuna vitega uchumi ambavyo havizalishi faida kubwa lakini viko salama zaidi kuwekeza, sababu sio rahisi kupata hasara. Vitega uchumi, vitega uchumi ambavyo ni salama sana ni kuweka fedha kwa mfano kwenye, kwenye benki ambapo unapata riba au kuwekeza kwenye amana za serikali yani treasury bills na treasury bonds. Hivi ni vitega uchumi ambavyo una uhakika wa kupata malipo ingawa malipo yake yanaweza yakawa ni ya, sio makubwa. Vitega uchumi hivi huwa ni salama sana kwa kuwa sio rahisi kushindwa kulipa riba, ingawa malipo yao huwa yanakuwa ni madogo madogo ukilinganishwa na vitega uchumi vingine. Kwa hiyo kuwekeza kwenye vitega uchumi ni kama unacheza mchezo wa bahati nasibu, yaani betting. Unaweza ukawekeza ukapata faida, na unaweza ukawekeza ukakosa kupata hiyo faida, au ukapata hasara. Kwa hiyo ni inabidi ufanye uamuzi ambao ni sana, wa makini sana, wapi pakuwekeza. Sasa hebu tuangalie wawekezaji katika vitega uchumi mambo ambayo wanaangalia wawekezaji wanaochagua vitega uchumi yani investments vya kuwekeza wamegawanyika katika makundi makuu mawili. Kundi la kwanza ni wawekezaji ambao wasioogopa kupata hasara, yani kwa Kiingereza wanaitwa risk takers. Hili ni kundi la wawekezaji ambao wanaweka msisitizo zaidi kwenye kuwekeza kwenye vitega uchumi ambavyo vinapata faida au vinazalisha faida kubwa. Huwa hawajali kama kuna uwezekano pia wa kupata hasara katika hivyo vitega uchumi ambavyo wanafikiri vinaweza kuzalisha faida kubwa. Kundi la pili ni wawekezaji ambao wanaogopa kupata hasara, yaani kwa Kiingereza unasema ni risk averse. Hili ni kundi la wawekezaji ambao wako waangalifu kuhakikisha wanapowekeza hawapati hasara. Kwa hiyo huwa wanaangalia vitega uchumi ambavyo sio rahisi kupata hasara. Na bahati mbaya ni kuwa aina hii ya vitega uchumi huwa havizalishi faida kubwa. Kwa hiyo uamuzi unakuwa ni wako kama uwekeze kwenye vitega uchumi ambavyo vinazalisha faida kubwa, lakini kuna uwezekano mkubwa pia wa kupata hasara, au uwekeze kwenye vitega uchumi ambavyo faida yake ni ndogo, lakini viko salama zaidi, kwa maana kuwa una uhakika wa kupata e, gawio au kupata e, faida kutokana na hizo biashara. Kwa hiyo sasa, inabidi ufanye uamuzi unapotaka kuwekeza, kwa maana aidha uamue kuwa muoga wa kupata hasara hivyo uwekeze kwenye vitega uchumi ambavyo faida yake ni ndogo, lakini una uhakika wa kupata faida, au uwe mjasiri ambaye huogopi kupata hasara na hivyo kuwekeza kwenye vitega uchumi ambavyo vina faida kubwa, lakini wakati huo huo kuna uwezekano mkubwa wa kupata hasara. Sasa huo ni uamuzi wako. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha jinsi ya kuwekeza kwenye vitega uchumi, na kuomba usikose kuangalia kipindi chetu cha jinsi ya kuwekeza kwenye vitega uchumi siku za Jumatatu hadi Ijumaa saa tatu, saa tatu na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Asante na karibu tena.